Tuangalie jinsi gani unaweza kupata pesa ukiwa umelala. Kuna njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia, uh, kutafuta kipato kupitia internet, kupitia online. Uh, nitakuelekeza hizo njia zote katika hii video, ambazo unaweza labda wewe uko busy unafanya kazi, umeajiriwa full time auna muda wa kuweza kuwekeza kufanya kazi nyingine nyingine ambazo ni za online. Nitakuonyesha fursa ambazo unaweza ukafanya ambazo zikawa zinakupatia kipato kwa, kwa muda wako wa ziada au ukiwa unafanya mambo mengine. Haimaanishi kwamba au unakuwa ufanyi kazi yoyote, hapana. Ninachomaanisha ni kwamba unatengeneza kitu hicho, kitu kinakuwa kinakuingizia hela wakati huo unaendelea kufanya mambo mengine au ukiwa umelala. Sio kwamba kinaingiza hela bila kuweka nguvu, lazima uweke nguvu, ukifanyia kazi, lakini baada ya muda kitaendelea kukuletea hela. Sasa katika hii video tutaangalia uh, njia ambazo unaweza ukajibu maswali yako, kama umejiuliza kwamba nawezaje kupata pesa nikiwa nimelala, ndio nitakuonesha hizo njia. Uh, sana sana tunatumia vitu ambavyo vinaitwa digital assets, uh, ambazo ni mali ambazo unatengeneza mara moja. Ndio maana nimesema unatumia muda wako kuandaa kitu, lakini hicho kitu kisha kuandaa ukishakiandaa, kinaanza kukuletea pesa au kinakuingizia income. Tuta, tutaona mifano ya baadhi ya vitu kwao katika um, Kupata, kuona hizo fursa ambazo unaweza ukatumia kutengeneza kipato. Kuna baadhi ambazo ni kila siku unaziona, lakini ni labda tu hujawasili hazi kuanza kuzifuatilia. Mojawapo ni YouTube channel. Ukiwa na YouTube channel, unaweza kuwa una upload video zako ambazo zitakuwa zinaendana na content za nchi ambazo zimeendelea, labda nchi za Marekani, nchi za South Africa nchi za UK kupitia YouTube channel unakuwa unapata unalipwa kupitia matangazo yanayokuwa yanaonekana kupitia video zako. Sasa nimes kama nilivyosema mwanzoni kwamba ni lazima uweke muda katika hicho kitu, ukifanyie kazi alafu ndo ukiache kiendelee kupa pesa. Mfano ukiwa na YouTube channel, uh, YouTube channel channel ukishaitengeneza vizuri ukaiwekea content za kutosha au pia ukatafuta mtu, kuna watu ambao wanaweza kukusaidia kutengeneza YouTube channel na wakakwekea content za kutosha, alafu baada ya muda wewe unaiacha inakuwa inakuongezea pesa. Wewe kazi yako ni kutengeneza video na kuupload. Ukiamka asubuhi, unatengeneza video zako kadhaa, una upload, ukiupload unaacha zinaanza kutembea, uh, zina watu wanaokuwa wanaziangalia, wanakuwa wewe unalipwa kupitia matangazo sasa hii ni njia rahisi yenye faida. Ambacho unatakiwa kufanya ni kuanzisha chaneli yako, kuandaa content ambazo unakuwa unaposti. Ukifikisha vigezo vya kuwa monetized, unaanza kulipwa kupitia na watu wanaoangalia hizo YouTube video. Kuna tricks nyingi za kutengeneza YouTube video ambazo unaweza ukazitumia, ambazo zinaweza kukuletea aa, uh, matokeo ya haraka. Kwa kama unataka nataka uh, mojawapo ni kwamba unaweza ukatafuta YouTube channel ambayo tayari iko monetized. Yaani na vigezo vyote vya kulipwa, unaweza ukachukua channel ya hivyo, kazi yako sasa unaiendeleza kwa kwanza ku upload content ambazo zitakuwa zinatembea huko, zinaonekana. Kama unahitaji channel ya YouTube, unaweza kunitafuta WhatsApp kupitia namba hii sifuri uh, sita tisa tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na tano kama unahitaji channel ya YouTube ambayo iko monetized. Alafu tano tukiendea na njia nyingine ambayo unaweza ikakusaidia kuuza kupata pesa ukiwa umelala unafanya mambo mengine e, labda upo kazini ukitoka kazini ukiwa kazini natakiwa na huku huo unaingiza kitu chochote kupitia internet Unaweza ukawa unaandaa digital products au services. Digital products hapa tunaongea product ambazo unaweza ukawa unaziuza. Mfano, kama unaweza ukawa unatengeneza vitabu unaviuza Amazon, kwenye Amazon KDP. Unaweza kuuza ebook, hivi vitabu vya kidijitali ambao kama kuna seller Gumroad na website moja inaitwa fasterstore.com. Unaweza ukawa unatengeneza course, labda wewe ni mtaalamu wa kitu fulani unatengeneza tutorials za kufanya kitu fulani au kutengeneza kitu fulani unakuwa unaziuza e, kuanzisha website ambazo unaweza ukawa una website yako ambayo kanakuwa kanauza hizi digital products, au unaweza ukawa una kitu chochote ambacho una upload vitu, watu wanakuja wanalipia na kununua, labda analipia na download. Hizi zipo nyingi, kuna vitu kama habari duka, kuna vitu kama Fast Store, kuna ziko website nyingi, hii hapa ya Amazon Kindle, unaweza ukaandaa vitabu ukawa na vi upload kule na nyingine nyingi ambazo ni za, unaweza ukaita zile za dropshipping na nyingine za affiliate na yes, kupitia affiliate unaweza ukawa unachukua digital product za watu wengine unaanza, unaanza kuziliseli au kuziuza. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya pili ambayo unaweza ukafanya ukafanya kitu ambacho kitakuwa kinakuletea wateja ukiwa umelala, kwa sababu unavyotengeneza kitu kama product yako kama ebook ukaiweka Gumroad au ukaweka Sellr, inakuwa wewe unasubiri tu notification kwamba you have made a sale. Kitu kingine unaweza ukaamua kufanya freelancing. Freelancing ni kile kitendo cha kuuza ujuzi au kufanya kazi mitandaoni sehemu ambazo wana encourage sana watu kutumia ni easy, Upwork na Fiverr. Kupitia hapo kina Fiverr unaweza ukaenda huko uka listi huduma zako, labda wewe ni, ni labda una taarifa fulani kwamba huko Tanzania wewe ni unaweza ku, labda kufanya translation ya Swahili to English, unaweza kutafuta data fulani, unaweza kufanya market research, unaweza ukafanya graphic design, unaweza ukaweka app design. Unaingia kule unatengeneza package zako, unaweka services zako, unakuwa unasubiri ukipata client, unatafuta mtu wa, kumsai, kufu, wa kufanya hiyo kazi, au unakuwa unafanya mwenyewe. Mfano mimi binafsi huwa kuna vitu ambavyo, kuna kazi ambazo tayari nishazifanya kwao, na wakikaa watu wengine watakuja kuziulizia kwao nimeweka gigi zangu kule ambazo najua mtu akija akifata hiyo gigi tayari hiyo kazi ninayo, naweza nkamuzia moja kwa moja. Kitu kingine unaweka project gigs kule hapo na Fiverr. Kama unahitaji kozi ya Fiverr ipo, naweza kupatia, iko inayo kozi complete ambayo na... ina inapatikana ina... ina... ina... ina kwa Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili imeelezea kila kitu kuhusu jinsi ya kutumia Fiverr na Upwork, namna ya kupata kazi kupata client, kuweka kazi zako kule na kutengeneza brand yako ya freelancing. Kwa hiyo uh, mara nyingi naweka project zangu nyingi. Yes, ningesema kwamba niwaoneshe hapa lakini siwezi kuonesha siri za nani? Siri za za wateja wangu lakini kuna vitu vingi, kuna, kuna nani nyingi unaweza ukazilisti huko kwenye hizi website ya Fiverr na Upwork ambazo zikaja kukusaidia baadaye kupata wateja au kutafuta wateja wa kazi zako. Hicho ni kitu cha msingi sana. Alafu tukiendelea, um, kitu kingine unachoweza kufanya, kitu kingine ambacho mimi personally nimeki practice ni crypto trading. Na kufanya investing katika crypto hapa, nikisema crypto trading hii hapa ni kitu ambacho kinahitaji elimu ya kutosha, lazima uwe na elimu ya kutosha, umefuatilia fuatilia umejifunza. Nikisema elimu ya kutosha sio uwe na degree au nini, au masters, ni uelewa tu wa namna crypto na blockchain zinavyofanya kazi. Lakini hapa kuna namna ambavyo unaweza ukaweka pesa yako ikawa inakuletea faida, na sasa ukiamua, ukielewa vizuri trend ya hii na nini inavyokuwa hasa, ukiwekeza katika zile project kubwa kubwa kama Bitcoin na Ethereum, unasubiri bei za crypto zinashuka, unanunua, zikipanda unauza. Oh, kwa hiyo na yenyewe inaita passive income kwa sababu unasubiri, kuna kipindi inajulikana kabisa kwamba sasa hivi coin zote zimeshuka, labda uh, project moja au labda, labda, labda coin fulani inauzwa inauzwa labda elfu moja baada ya wiki, baada ya miezi kadhaa, na hakika hiyo inaweza ikapanda hadi elfu kumi Kwao ni kununua na kusubiri, alafu ukauza. Kwao unatakiwa uwe mtaalam, uelewe vizuri mambo ya forex, mambo ya crypto na mambo ya stock market, ili uweze kuwekeza pesa zako huko. Njia nyingine ambayo unaweza ukaweka pesa ili zikulipe wakati umelala ni kuwekeza kwenye hisa za makampuni au stock kuna watu wengi ambao wanaelezea jinsi ya kuwekeza huku kwenye UTT kwenye kununua stoku za makampuni kununua hisa hizo. Hii uh, ni njia rahisi na ni njia maarufu inajulikana, lakini inahitaji huwe na pesa nzuri, pesa kubwa. Uh, kama una pesa kubwa, unaweza ukajifunza namna ya kuwekeza katika hisa za makampuni stoku, UTT. Si uingizia pesa ni kufanya blogging. Blogging ni pesa unafanya katika blogging, unakuwa unaandika vitu ambavyo vitakuwa vinavutia watu wanakuja kufanya, kama nilivyosema, lazima uweke nguvu au unawekeza kitu au nguvu ambacho, ukishamaliza ukifanya hicho kitu, kitaanza kuingiza hela chenye. Mfano, ukiandika blo unatumia muda wako kuandika, unaweza ukatumia muda kadhaa kuandika blog yako. Alafu baada ya uh, kuandika blog yako, baada ya muda ikaanza kukuletea trafiki kupitia uh, hiyo, kupitia watu wanaokuwa wanaitembelea hiyo blog. Nyingine unaweza ukatoa huduma za social media. Social media ni unapokuwa una unafanyaje unapokuwa una akaunti zako za social media. una followers wa kutosha, unaweza ukawa unatangaza product, unatangaza bidhaa za watu, unatangaza affiliate product, unafanya vitu vingine kama affiliate marketing kupitia social media. Unaweza ukawa unafanya affiliate marketing za betting, unafanya CPA marketing. Ni vitu ambavyo unavifanya havikutaki muda wote uwepo hapo, ni kitendo tu cha kuandaa content zako, ukimaliza kuandaa content zako unasepa unaenda kufanya mambo mengine zenye zinakuwa zinatembea, vitu vingine unaweza ukawekeza katika real estate na vingine. Kwa kama unataka kupata pesa ukiwa umelala, nasema umelala, sio kwamba wewe umesinzia, ni kwamba una yani unawekeza pesa sehemu, alafu unaenda kufanya mambo mengine, hiyo pesa uliyoweka inaanza kukuletea faida. Au unafanya kitu, unawekeza muda wako, unatengeneza kitu hicho, kitu kinaanza kuletea faida. Kama tulivyosema kuna hizo YouTube channel, kuna blogging, kuna kuwekeza kwenye crypto, kuna tumeona vitu vingi, kuna kufanya freelancing, vyote hivyo vinakuwa vinakuletea watu. Kwa hiyo lazima ujiweke jitihada, unaweza ukatumia pia automation, kwa hii ni nzuri, maana unaweza ukaamka asubuhi unakuta simu yako imetuma notification si someone amelipia huyo amelipia huyo amelipia ikiwa amenunua ikiwa amenunua iki. Kwa hiyo unatakiwa uanze kujiandaa kwa kujifunza namna ya kuweza ku leverage hizi fursa. Kwa msaada zaidi nitafute WhatsApp plus 255 sita tisa tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na tano itakupa mwongozo. Kwa hiyo Kupitia hii video naamini umepata idea ya vitu ambavyo unaweza ukafanya au ukawekeza ambavyo vinaweza kukusaidia kwa, kwa baadaye unapokuwa unahitaji kuwa na passive income, au kujitengenezea kipato cha ziada uh. Karibuni sana, usisahau kusubscribe na kulike. Ofisi zetu zinapatikana mkolani Mwanza na Dodoma kisasa Dodoma wa kisasa mkoani Mwanza. Usahau kusubscribe katika video yetu ili uweze kupata notification katika video nyingine zinazoendelea, na pia usahau kutafuta WhatsApp, kwa sababu huko ndo kuna mambo mengi huwa yanaongelewa kupitia status na, na kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Karibu sana.